Hapo zamani za kale, huko mwituni, aliishi Sungura. Sungura alikuwa na sifa ya uvivu uliopindukia. Wanyama wote wa pale mwituni walimjua Sungura kwa sifa hii. Wanyama hawa walioongozwa na Simba waliishi pamoja kwa amani na ushirikiano mkubwa kwa miaka mingi. Katika mwaka fulani, ilitokea shida ya ukosefu wa mvua kwa muda mrefu. Shida hii ilipelekea wanyama kukabiliwa na uhaba wa maji. Ndipo siku moja kiongozi wao Mfalme Simba akaitisha kikao cha dharura. ndugu zangu, kama mnavyoona ukame umetuelemea na tunateseka sana na ukosefu wa maji. kwa kuwa hakuna anayejua mvua zitarudi lini, ninapendekeza wote tujitolee muda na nguvu zetu kwa ajili ya kuchimba kisima. Wanyama wote kwa pamoja waliitikia pendekezo hili, isipokuwa Bwana Sungura, yeye alinyamaza kimya. Mfalme Simba alipoliona hili akamuuliza sababu za ukimya ule, Sungura akajibu, kazi ya uchimbaji wa kisima itakuwa ni uonevu kwetu sisi wanyama wadogo. Kazi hii inabidi ifanywe na wanyama wakubwa kama tembo, twiga, kifaru na wengine. Mfalme Simba hakukubaliana na hoja hii ya Sungura, akaamuru kuwa ni lazima kila mmoja wao ashiriki uchimbaji wa kisima. Sungura aliposhikilia msimamo wake, Mfalme Simba akamwambia kwamba, kama hatoshiriki uchimbaji, basi hata maji yatakayopatikana hataruhusiwa kuyanywa. Sungura hakujali, akasema hana shida na maji hayo. Siku ilipofika, kazi ya uchimbaji wa kisima ikaanza. Wanyama wote walishiriki isipokuwa Sungura. Kazi haikuwa rahisi, na Sungura alikuja kila siku kuwacheka na kuwadhihaki wenzake, lakini hawakukata tamaa. Walifanya kazi hii kwa bidii na hatimaye, baada ya siku kumi, walifanikiwa kupata maji. Wote walikunywa, wakaoga na kufua nguo zao. Baada ya hapo, kila mmoja akarudi nyumbani kwake. Huko kisimani, Sungura alikuja wakati wanyama wote wamekwisha ondoka. Alikunywa maji akaoga, na kisha akachafua vibaya sana maji ya kisima kile. Siku iliyofuatia wanyama walikuta hali ya kisima si nzuri, walijua lazima uharibifu ule ulifanywa na Sungura. Wakakubaliana kumteua Bwana Fisi awe mlinzi wa kisima kile. Jioni ya siku ile Sungura akaja tena kisimani, lakini siku hii alimkuta Fisi akilinda kisima. Sungura kwa haraka akafikiria ujanja gani atumie ili kuweza kuyapata maji ya kisima. Akamwambia bwana Fisi, vipi ndugu yangu, mbona umesimama tu bure hapa na wakati kuna swala ameanguka huku nyuma anakaribia kufa? Fisi bila kufikiria mara mbili, alitupa silaha chini na kukimbia mbio kuelekea uelekeo alionyesha Sungura. Tamaa yake ya nyama ilifanya akatelekeza kisima, na sungura akanywa maji na kuoga bila kipingamizi chochote. Baada ya kunywa maji, sungura kama kawaida yake akachafua vibaya sana maji ya kisima. Siku iliyofuatia wanyama wote walishangaa kukuta uchafuzi kisimani umefanyika, pamoja na kwamba waliacha mlinzi. Wakamchagua pundamilia kuwa mlinzi mpya wa kisima. Jioni kama kawaida, sungura akaja kisimani kunywa maji na kuoga. Kwa kuwa alishajua kutakuwa na mlinzi, alikuja akiwa amejiandaa na mbinu ya kumuhadaa mlinzi huyo. Alimsalimia Pundamilia na kumwambia pole sana rafiki yangu kwa kazi. Nimekuletea asali hii kama zawadi kwa kazi kubwa unayofanya Pundamilia alipokea chupa ile asali na akiamini kwamba atakula akiwa pale pale kisimani na hivyo kumnyima sungura fursa ya kukisogelea kisima. Baada ya kula asali ile mwili wa pundamilia ulilegea na kupoteza nguvu. Kumbe sungura alikuwa amechanganya asali ile na pombe kali iliyomlewesha pundamilia. Siku iliyofuata wanyama walistaajabu kukuta maji ya kisima yamechafuliwa sana. Walistaajabu ni vipi hali hii inaendekea kutokea pamoja na kuweka mlinzi mpya. Wananchi walikasirika sana. Mzee Kobe akawaambia, mmekuwa mkidhani ukubwa wa umbo ndio kigezo cha kuwa mlinzi bora. Hebu niacheni mimi nilinde kisima na naahidi kumkamata mhalifu huyu, tena bila kutumia silaha yoyote. Wanyama walitilia shaka kauli hii, hawakuamini kama mnyama mdogo anaweza kufanya kazi iliyowashinda wanyama wakubwa kama fisi na pundamilia. Ndipo mfalme Simba akamwambia Kobe, sawa, tulindie kisima, ila jua ya kwamba kesho tukikuta umeshindwa kama wenzio waliopita, hatutaendelea kuvumilia, tutakuchinja kutokana na udanganyifu na uzembe kazini. Wanyama walipoondoka kurudi nyumbani, Kobe alibaki kisimani. Jioni ilipofika, sungura kama kawaida alifika kisimani. Siku hii hakuona mlinzi yoyote. Alifurahi sana, akajua wanyama wamekata tamaa kulinda kisima kile kutokana na yeye kuwazidi ujanja kila walipojaribu kukilinda. Alijirusha ndani ya kisima kwa madaha. Alipoanza tu kuogelea, alishtuka alipohisi ameshikwa mguu. Kumbe Bwana kobe alikuwa akajificha ndani ya kisima kile. Siku iliyofuatia wanyama walikuta sungura amefungwa kamba na kobe pale nje ya kisima. Wanyama walifurahi sana baada ya muhalifu huyu kukamatwa, na moja kwa moja walimwongoza njia kuelekea kwenye mahakama ya mfalme Simba kwa ajili ya hukumu.